Enzi za Kristo, ilikuwa ndoto ya kila Myahudi kusherehekea Pasaka siku moja huko Yerusalemu. Yosefu, mwanahistoria Myahudi wa karne ya kwanza, aliandika kwamba wakati wa Pasaka idadi ya watu Yerusalemu ingeongezeka hadi kufikia takriban watu milioni tatu na zaidi ya wana-kondoo wa laki mbili wangetolewa dhabihu kama ukumbusho wa ile Pasaka ya kwanza na kutoka kwa Waisraeli kutoka utumwani Misri. Sasa Yohana sura ya pili inatuambia hapa kwenye mstari wa kumi na tatu Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu na Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Sasa usikose kuona ucheshi wa wakati huu wapendwa, yule ambaye ametambulishwa tu kama mwanakondoo wa Mungu sasa yupo kwenye sherehe pamoja na wale wanakondoo wote wa Pasaka. Hivyo basi yule ambaye atatolewa dhabihu kwa ajili ya uhuru wetu yupo Yerusalemu wakati taifa la Israeli linatoa hawa wanakondoo kusherehekea uhuru wao. Sasa kulingana na sheria ya Musa, ni mwanakondoo asiye na doa pekee ndiye aliyepaswa kutolewa kama sadaka ya Pasaka. Watu watu wangeweza kuleta mwanakondoo kutoka kwenye kundi lao wenyewe, lakini ilibidi akubalike na makuhani kabla ya kutolewa sadaka. Sasa makuhani huko Yerusalemu walikuwa wameanzisha soko ambapo wanyama wa sadaka waliokubaliwa wangeweza kununuliwa. Sasa kile kilichoanza kama urahisi, hata hivyo, kiligeuka haraka kuwa ufisadi. Wakaguzi waliolipwa na ukuhani wangechunguza wanyama waliokuwa wanaletwa kwa ajili ya sadaka ya Pasaka na wakulima jamii, na kila mara wangepata sababu ya kukataa yule mnyama, unajua, yule mtu aliyemleta kutoka kwenye kundi lake mwenyewe, na hilo lingemlazimisha kununua mmoja kutoka kwenye banda la hekalu na kutokana na kile tunachoweza kukusanya kihistoria, wanyama walikuwa wanauzwa kwa mara kumi ya dhamani yao ya kawaida. Unajua, ni kama kununua soda kwenye tamasha au hot dog kwenye mechi ya baseball, gharama inapanda sana. Unajua, wanajua tayari wamekushika, sivyo? Sasa, pamoja na suala hili, makuhani walitoza ada ya kila mwaka, waliita kodi hiyo kodi ya hekalu. Kwa hiyo kila mhujaji aliyekuwa anataka kuingia kwenye eneo la hekalu ili kuabudu ilibidi alipe kodi hii. Sasa tatizo lilikuwa kwamba kulikuwa na aina nyingi za sarafu. Sarafu tofauti tofauti zilitumika wakati huo, kuanzia sarafu za fedha kutoka Roma hadi sarafu za shaba kutoka Misri. Sasa ukuhani uliona hii kama fursa ya kupata pesa zaidi. Waliwataka mahujaji wote kubadilisha pesa zao na sarafu ya hekalu. Waliita sarafu hiyo shekeli za patakatifu. Sasa ni sarafu hii tu ndiyo ilikubaliwa kama malipo ndani ya hekalu, basi bila shaka watu walitozwa ada ya kubadilisha pesa zao. Hivyo kufikia wakati wa Kristo, biashara hizi ndani ya ua wa hekalu zilikuwa zinajulikana kama soko la hekalu, na hata zilipata jina la utani la masoko ya wana wa Anasi. Anasi alikuwa kuhani mkuu wa zamani, na kwa kweli haikuwa kitu kingine ila ni unyang'anyi wa wazi. Ilikuwa ilikuwa ufisadi kuanzia juu hadi chini. Na hebu nikuambie hadi leo, dini ya kifisadi huwa inajali zaidi kutengeneza pesa kuliko kutengeneza wanafunzi. Sasa kwa hayo yote kama msingi, Yesu anaingia hekaluni Unamwona mwanakondoo wa Mungu ambaye yuko tayari kunguruma kama simba, simba wa Yuda. Kwa kweli, mstari wa kumi na nne unatueleza hekaluni, alipata wale waliokuwa wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa, na wabadilishaji fedha wakiwa wameketi pale, naye akatengeneza mjeledi wa kamba, akawafukuza wote hekaluni, pamoja na kondoo na ng'ombe wao, akamwaga sarafu za wabadilishaji fedha na kupindua meza zao na akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, ondoeni vitu hivi hapa, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa soko. Sasa hebu ni kuambia, Yesu anafanya zaidi hapa kuliko tu kupindua meza, anadhihirisha mamlaka yake juu ya nyumba ya baba yake. Wakati wa Pasaka ilikuwa jukumu la kila familia kuondoa chachu ndani ya nyumba zao. Hiyo ilikuwa ishara ya uovu. Kwa hiyo wangesafisha nyumba zao kabisa. Sasa Yesu anaita hekalu hapa kuwa nyumba ya baba yake. Unajua anachokifanya kimsingi, anasafisha nyumba, anatangaza umiliki na mamlaka juu ya hekalu. Sasa angalia hapa kwenye mstari wa kumi na nane Wayahudi wakamwambia, ni ishara gani utatuonyesha kwa kufanya mambo haya? Sikiliza, walijua kwamba mtu pekee mwenye mamlaka ya aina hii ni Masihi. Kwa hiyo walitaka unajua, walitaka kuona kitambulisho chake, kwa mfano walitaka uthibitisho wa utambulisho wake. Yesu anawajibu hapa kwenye mstari wa 19: vunjeni hekalu hili nami katika siku tatu nitalisimamisha. Sasa mstari wa 22 unaeleza kwamba baada ya kufufuka kwake wanafunzi wake walielewa alikuwa anazungumzia mwili wake mwenyewe kufufuliwa kutoka kwa wafu siku ya tatu. Sasa hapa katika sura ya tatu, Yohana anaingiza timulizi la mtu aitwaye Nikodemo. Nikodemo alikuwa kiongozi wa kidini ambaye aliguswa na matendo ya Kristo. Siku hii yeye bado hajawa tayari kuzungumza waziwazi hadharani na Bwana, kwa hiyo anaenda kwa siri usiku mahali Yesu alipokuwa anakaa na Mstari wa pili unatueleza mtu huyu alimjia Yesu usiku akamwambia Rabi tunajua kwamba wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna awezaye kufanya ishara hizi unazozifanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye basi Yesu anaenda moja kwa moja kwenye hoja kuu hapa katika mstari wa tatu akisema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu sasa amemwambia huyu mtu wa dini kwamba hataina mbinguni bila kuzaliwa upya. Bila shaka amefanya mambo mengi mazuri katika maisha yake. Nikodemo alikuwa kiongozi katika nchi, lakini hakuwa anaamini kitu sahihi kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa bila shaka, Nikodemo anataka kujua mtu anawezaje kurudi tumboni mwa mama yake ili azaliwe tena. Yuko katika hali ya kuchanganyikiwa hapa, hivyo Yesu anamwambia katika mstari wa tano: mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Anafafanua zaidi katika mstari wa sita: hiki kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kauli, e, kuzaliwa kwa maji kwa maana halisi kutoka kwenye maji, yaani mfuko wa maji, inahusu kuzaliwa kawaida kimwili. Kwa maneno mengine, Yesu anachosema ni kwamba kuzaliwa kama mzao wa Ibrahimu. Haikuwa tiketi ya Nikodemo kwenda mbinguni. Mtu lazima azaliwe kwa roho. Kwa maneno mengine, kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kiroho. Hivyo basi, hili ndilo swali linalofuata ambalo Yesu analitarajia kama roho wa Mungu haonekani: Tunawezaje kuwa na uhakika kwamba tumepata kuzaliwa upya kiroho? Yesu anasema hapa katika mstari wa nane, upepo huvuma upendako, na wewe unasikia sauti yake lakini hujui unatoka wapi wala unakwenda wapi. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Kwa maneno mengine, huwezi kuona upepo, lakini upepo huacha athari za nguvu na uwepo wake. Vivyo hivyo, Roho Mtakatifu hawezi kuonekana, lakini anaacha athari za uwepo na nguvu zake kwa wale waliopata kuzaliwa upya. Sasa swali la Nikodemo hapa katika mstari wa tisa linaonyesha kwamba bado hajaelewa. Anamuuliza wana inawezekanaje mambo haya? Na hapo Yesu anatoa mfano ulio wazi zaidi hadi sasa hapa katika mstari wa kumi na nne kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani. vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Sasa Nikodemo angegundua mara moja kwamba Yesu anarejelea kitabu cha Hesabu. Sura ya ishirini na moja ilikuwa inafundisha uhusiano kati ya imani na wokovu. Huko jangwani Waisraeli walimlalamikia Mungu. Kisha Mungu akatuma nyoka wenye sumu kwenye kambi. Mungu akamwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na auweke juu ya mti, na wale walioumwa wangeweza kumtazama huyo nyoka wa shaba na kuponywa papo hapo. Kwa maana halisi, waliokolewa kutoka kwenye hukumu ya Mungu. Vivyo hivyo, Yesu anasema ni kwa kumwamini yeye, kumtazama yeye atakayenyanyuliwa juu msalabani. Basi kwa kumtazama kwa imani, unaweza kupata uzima wa milele kwa njia. Huu ndio ujumbe rahisi wa wokovu kupitia imani kwa Kristo. Tutaangalia zaidi kuhusu hili katika kipindi chetu kijacho, lakini kwa sasa, nataka utafakari changamoto hii kwa Nikodemo. Labda unajiona ndani ya Nikodemo, pengine unajisikia kama vile Nikodemo alivyowahi kujisikia. Unategemea matendo yako mema mwenyewe, tumaini lako liko ndani yako mwenyewe, imani yako kwa kweli iko ndani yako, lakini bado uko mtupu. Unajua unahitaji uzima wa kiroho unahitaji kuzaliwa mara ya pili. Na niambie, wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu, inapokelewa kwa imani. Unapoiangalia ile msalaba wa zamani uliotengenezwa kwa magogo na kuweka imani yako kwa mwana kondoo wa Mungu, ambaye alitolewa kafara kulipa adhabu ya dhambi zako, hapo ulipo sasa hivi unaweza kumwomba awe mwokozi wako, unapomwomba awe Bwana na mwokozi wako Niambie, wakati huu huu unazaliwa mara ya pili basi. Zaidi kuhusu hili wakati ujao. Hadi wakati huo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Pamina.